Hiyo mvua inapokuwa imenyesha kila kitu usimama. Utaona kwamba kuna msongamano wa magari. Watu nao wataki dada zetu kuweza kunyeshewa kichwa sana, maana kwa wanalinda nywele zao. Mashababi nao wataka kuweza kunyeshewa pia vile vile mavazi yao. Na yote ni kwa sababu hawataki ile siku iharibike kwa sababu ya ule mvua, kwa sababu ya ile na hapa nitazungumza kitu kimoja. Nimeweza kuona viongozi maana kwa umri wangu mdogo. Viongozi walikuwa wakisimama majukwani wakijipiga kifua kwamba kama si mimi hakuna. Kama sio mrengo huu hakuna. Lakini hivi sasa wako wapi? Muflis ajabu ya ramani. Kuna wengine ukiwaona ni watu waomba-omba. Mabakia kulaumu kwamba ah, wale serikali wakati ule iliweza kuniada, serikali wakati ule iliweza kunifanya hivi na hivi na utamkuta kiongozi yule, labda yeye alikuwa waziri wakati wa nyuma eh? Labda e alikuwa mbunge ule wakati wa nyuma, alikuwa diwani wakati ule wa nyuma. Hivi sasa mkikaa naye e, katika maskani, mnapiga naye soga ama stori, anakuambia ah bwana, hii serikali haifanyi siku hizi bwana, hata zaanati hizi hazina dawa e, tunataabika, barabara angalia ziko na mashimo. Analalamika na yeye anajiunga na wapiga kura akilalamika. Wakati wako wewe ulikuwa unafanya kitu gani eh? Unamkuta mbunge hivi sasa na yeye amekaa mahali, anasema kwamba hizi pesa za maeneo bunge hawa jamaa wanazila, wanazifanya hivi eh? Eh, kitambo ulikuwa ukifanya hivi, kitambo chako wewe ulikuwa unafanya kitu gani? Wale walikuwa na wakati wao, walitamba sana, waliitwa waheshimiwa eh. Ndege ndio zao, magari lazima zingine zisimame, wao ndio wapite, maanake wanaania kwenda katika shughuli fulani. Hivi sasa unapanda nao matatu mpaka eh? bageni maana yake anaambua mzee shilingi hamsini. Ah, kijana wangu nielewe, kwani unikumbuki? Umenisahau, nataka kutoa shilingi arobaini. Hata wale walio madarakani hivi sasa wana fursa ya kuweza kuandaa mazingira mazuri, haijalishi wako katika upinzani ama katika serikalini. Yeye ni gavana, kaunti yako boresha maendeleo. Usipoweka afya hivi sasa, utakuja itafuta wakati wewe sio gavana usipoweka miundo misingi ya barabara hivi sasa utakuja taabika. Labda mtu wako ni mgonjwa, barabara na mashimo, wakati mwingine hata afie barabarani. Hivi sasa kifa Rashid Abdalla si soga, maana yake ni mpiga kura tu. Kwa hiyo kumbuka kwamba yale Rashid ambao anahitaji hivi sasa usimnyime, kesho utakuwa umekaa mahali ana uwezo wa kuweza kuyatekeleza, hata wewe utaweza kuyahitaji. Shule ziwe na elimu bora, kama ni afya katika uh, majengo yetu hospitali na zahanati, tuhakishe kila kitu kiko shwari. Sasa maanake hivi, kwa ugatuzi umepewa nafasi magavana kuweza kuimarisha, kama ni usalama, hakikisha unaweka misingi thabiti katika kaunti yako, manake kesho utakuja tembea wakati hauna mlinzi hapa, ha? hauja kaa back left kwenye matatu, simu imeenda ama umeuawa wewe mwenyewe, familia la mie kwamba siku hizi wakora wameweza kuongezeka, wakora, lakini alikuwa na nafasi ya kuweza kuwamaliza wakora. Hamtakuwepo milele kama viongozi, wapo wengine watakuja. Je, wengine wakija, wewe utakuwa umeweza kuandaa mazingira mazuri? Hautabakia kuwa rais, haubaki kuwa gavana, haubaki kuwa seneta, haubaki kuwa mwakilishi wa wanawake, haubaki kuwa mbunge. Kuna siku utakuja kaa mahali tulipo, alafu utaweza kujua umuhimu wa kuweza kuandaa mazingira mazuri. Si kashifu walemavu, lakini ni ndugu zangu na ni jamaa zangu, wamenifunza kitu kimoja. Japo hawaoni, wakikosa mtu wa kuweza kuwasaidia barabarani vipofu shikana mkono, na wakaweza kuongozana njia. Kuna hekma kubwa sana, kuna hekma kubwa sana kwa walemavu. Usione barabarani kwa wabagua, kuna vitu wanavyofanya licha ya ulemavu wao, na wewe watakana weze kuiga mawili matatu kutoka pale. Yule kiongozi hataweza kubakia kuwa kiongozi milele, lakini wewe utabakia kuwa na nguvu za kuweza kumchagua kiongozi, manake mpiga kura daima dawamu Atabakia na nguvu zake zile zile za kuwampiga kura. Swali ni je, anazitumia vipi? Wanasema jogoo akiwika wa asubuhi ndo raha ya mwanamume, wala sio raha ya mwanamke. Tafakari hilo. Rashid Abdalla sema.